Nashukuru sana benye ulifanya. Mungu akupe roho vile vile kumwaka wengine utukumbuke. Mama yako, tunasimama hapa kukushukuru na kushukuru Mungu pia mwenye alikutupatiaka na sikana. Shukuru, mama yangu. Mungu akulinde. Karibuni tena ndogo mpendwa mtazamaji wa GMTV, kama gisi mnavyotuona tumerudi kwa kile kipindi chetu cha faraja kwa wazee. Vilevile hapa tuko kwenye kata ya kumi hapa kupayote, kama gisi mnavyoona e, ugawaji unayoendelea hapa hivi, na mtu aliyotoa huyo msaada ni dada yetu e, Ornella alikuwa anaishi kwenye kata ya kumi vilevile vile. E, amesema ni kidogo amepata ni kilo kumi ya unga na kilo moja ya mboga pia na envelope kuna kuna kuna envelope na kuna sabuni vile vile. So cameraman fatana na mimi ili tuweze kuona ugawaji utaendelee aje. Na ametoa kila umoja eh, kwa kumpatia envelope na sabuni vile vile eh, na akasema kama ni shukrani kidogo atatoa anatoa kawaida kwenye mike hapa. Ni Omarion Breeze, nyuma ya kamera ni Nelking, fatana na mimi tuweze kuona ugawaji kishow unavyoendelea Kama gisi mnatuona hapa eh, tuko hapa na e, vijana wetu wa Gasorwe Media TV eh, na tuko hapa vile vile juu ya kumwakilisha dada yetu Ornella mtoto wa Borome. Kila mtu anamjua hapa, aliishi hapa, aliishi mwaika quartier hapa, mnaona hapa petuko eh, quartier 10 sili quatre maison kile kwa maison 10, alisema alipata kitu kidogo akasema achangie nao wazee. Unaona hapa wadogo wako hapa, japokuwa ni wadogo lakini si wadogo. alisema watu ishirini. Yeye ndio alituma liste ya hao watu, mnaona hapa kuna mmoja aliandika liste ya hao watu, yeye ndio tuandikia liste ya hao watu, mnaona hapa akasema tuwaite ili wawapatie hicho kitu, na akasema mtu mmoja apate kilo kumi ya bunga na akasema kila mtu mmoja apate kilo moja ndagala na sabuni tatu, aende kufulia humo nguo. Sitakuwa na mengi sana tutapatia wenzetu tuko nao hapa, wenyewe wanatusaidia, ili tuangalie gisi ya kokoa muda. Tuanze nyuma, shukurani itakuwa ni mwisho. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na mtege masikio tupatie wengine, ili mumsikie gisi naye atasema. Karibu mambuta, mnatoona hivi sasa, papa president arasema ni dada yetu Ornella, mwalipenda kuchangia na wakimbizi wenzake wanaishi mkambi ya Gasorwe. Alisema gisi, Mungu alinibariki nami napaswa bariki wengine kukidogo yenye niko nayo, ndio akatosha hiyo msadake kidogo. Akasema hii kidogo mwitie kuro msitie mutumbu e. Akasema naka envelope katoza saidia kama tauza vizuku vya elfu kumi, wala fungua makala hiyo tasaidia. Asante sana. Wandugu katunasimama mm, hapa na sie, kama vile wenzetu walisema, ni kwa ajili ya dada Ornella alitoa ka msaada kake kadogo kwa ajili ya wajane na wazee. Eh, kwa ile kidogo enye alijaliwa kabisa kwa roho yake yenye mwalijaliwa na Mungu, yaani ni roho ya upendo. Sio wote ndio wanafanyaga hivi, lakini Mungu alimujalia uh, mama tuteza sema kwa jumla na sisi. Mungu amubariki, tena mubariki sana kwa hii roho yake na vengine na vengine wevataona navo, Mungu awajalie hiyo roho ya kufanya vile. Asante. Sawa sawa gisi tu gisi, mnasikia tuko na GMC hapa e, tuko na wengine, tuko watu waani, wenyewe alisema tusimamie. Tuko mie, tuko na mama Takwinja, tuko na dada yetu hapa, mnamuona na GMC. Kwa hiyo tunaanza kuwapatia ile kidogo kidogo ya tumana, kilo kumi ya bunga, kilo ya kabuchungu na elfu kumi ya ya vizuri gisi mtaka kusema. Kwa hiyo tunaanza, na msione mtu mwenye hakuitwa hapa aseme sasa tukuandika hapana. Tulimwambia we peke tuma liste ee, tuma na liste, mnaona hapa. Kwa hiyo msitupeleke, aseme mie, mbona mievakunyandika si kufikiwa. Kwa hiyo tunaanza, tutaanza kuita mtu ili tuokoe muda sawa. Asante yenu. <coughs>

tunaendelea tena kushukuru e, Darnela, e, hapa tunamaliza kazi yenyewe, tupatia kilo 200 ya bunga, ukatupatia kilo makumi mbili ya ndagala, ukatupatia na sabuni gisi ulitupatia, na sisi tunataka kupana kukupana hapa na ile elfu kumi ulisema bauze hata vizuku au chumvi. Kwa hiyo kila mtu nawazi kuapa ni shahidi, atasema gisi alipata Kuko batu makumi mbili ya kuko mwenye halikosa Apali. kwa hiyo tunashukuru mama pewe alitoa parudie zaidi, japokuwa wenye otasema wako yeku ee, siya wakatatana kushukuru vile vile tena kwa kazi yene tulianza, muanza kija kutafuta na hivi vitu mpaka tunamaliza. Ee tena tunasema ee, bangine vraiment bangalie mfano kwa Ornella, bangine bazazi ya hukule mbangalie mfano kwa Ornella, mkono umoya ufunji chawa Eh Orion alifanya hivi leo. Alipatia watu makumi mbili. Ungi ajitolee hata watu kumi naye awapatie. Mapokezi inakuwa mbaya. Mapokezi inakuwa ni kilo mbili ya mchele, kilo mbili ya mihindi. Hii tu hakuna hata lufaranga lumoi hakuna. Banasema kama bizuku na sabuni atujui kama batapata. Kwa hiyo inaonekana SK hii kilo mbili ya mihindi na hii kilo mbili ya mchele ndio itamtia mtu mwezi mzima. Kumekuwa wao wenyewe wako wanajitolea kutoa misaada yao. Kwa kweli Mungu azidi kubariki. Na sie vile vile tuko tunapokea huku Mungu atubariki. Sasa sitakuwa na mengi hata tupatie wengine hapa naye aseme. Tupatie hata watu wangapi na hapo waseme kama shukurani kisha tuende manyumbani. Sawa sawa tunapatia kwanza GMC naye kwa hapa na naye aseme kisha tupatie na wengine. Eh, sasa tunashukuru sana mama yetu. Mama Ornella tunashukuru kabisa kwa kazi uliotuma kuanza mwanzo mpaka sasa hivi na gisi mwenzetu alitangulia kusema. Tunashukuru sana kweli na mwingine mwingo na roho kama vile Ornella ajitokeze tu tu hapa tayari kwa kufanya kazi na wazazi wako hapa juu ya kupokea msaada ambao mnawatumia. Asante sana, tunashukuru mama, na tunamaliza staff yote ambao ulisema tumaweze kazi. Tunaweza kazi kwa amani na usalama. Asante sana, jambo kwanza Ornella na kusalimia sana mtoto wangu. Nashukuru sana benye ulifanya. Mungu akupe roho vile vile mwako wengine utukumbuke. Akuzirishie pale kwenye kuna tumika kazi, akuzirishie franga, kwa kupita hii ingine, tunapokea leo mama, tunapokea kila kitu. Sabuni, ndaga. Lakini mwangu mnyumba sikukua nabyo. Nashukuru sana na njala ya bunga biote vile vile. Na kupokea na kwa mapokezi yetu na kwa bilu biwili bia mihina, bilu biwili bia mchele. Singeona gisi ya kuishi ningekufa tu mtoto wangu. Nafanya mzuri sana. Mungu akubarikie sana. Asante sana kwenye uko. Jumbo, jambo jambo, Ornela, nimie mama sifa kartie duze sele emezo duze. Nashukuru sana mama angu sava mama yako, tunashimama hapa kukushukuru. Nakushukuru Mungu pia mwenye alikutupatiaka. Hii roho yenye Mungu alikupa iendelee tu vile vile. Tunashukuru sana hivi mulisikia mapokezi, hatutashinda tunavirudia hapo, mapokezi ilishakuwa mbaya hivi hata, hata kutia mulicho hatukukua, lakini Mungu alikujalia ukatukumbuka. Mungu akubariki, aendelee kukuzidishia na kukulindia pale maksida na kimea katika jina la Yesu. Mama, Mungu akubariki sana. Hii roho hatakuwa, tunajua kama unaweza jitolea juu ya ba mama baivi. Kweli Mungu akubariki, ukumbuke wajane ukumbuke wayatima Njoo hivyo Mungu aendelee kubariki. Asante sana mama on mamu kwe jambo jambo jambo, mama, mama, mama ornila jambo. Nasikana, shukuru mama yangu, Mungu akulinde. Mungu akushushie mwanga wako wa Roho Mtakatifu. Utembee popote ndani ya mwanga wako. Yesu akuvike viato vya judi Utembee popote ndani ya mwanga wake amen. <laughs> Asante sana, asante sana Ornera, tunasema kushukuru vrema kwa kazi yenye unafanya. Kitendo kienye nafanya ni maajabu hii vrema. Mungu akubariki akuzidishie kwenye ulitosha paongezeke, pa tunashukuru sana. Tizama kwa rezima hii unatupatia vrema, tunashukuru kwa hii kwa rezima, kitendo kenye unatufanyizia ni kitendo kia maajabu. Asante sana shanga na shukuru, shanga vrema kuona kwa hii msaada yako, na mimi niko mle ndani vrema, ninashukuru sana sana tena sana. Tunakutakia kwa rezima njema amena. Hey, chambo chambo sana mama Olnera. Mimi huyu kwanza, cha kwanza niko mjomba yako kwanza, na mimi nimepatikana kwa hao wazee iotumana hapa kweli na mimi ni kuemwa kabisa po, oh, nashukuru sana, na shukuru sana, na shukuru sana kwa hiki kitendo umefanya. Kweli Mungu akubariki sana, na ngeza tena kutowa iyo sauti, nikujulishe mie ndo baba yake na Kawete. Kweli nashukuru sana kwa hiki kitendo umefanya, kwenye umetosha ivi. Mungu apaongezee vingine, ukatukumbuke tena kila mutu akapata hiyo kilo kumi ya bonga, hiyo kilo kumi ya bonga tuliipata, na kilo ya kabuchungu tuliipata, na sabuni tatu tulizipata. Lakini sasa huku kwenye tuko mwaikambi mapokezi yasha geuka, namu namuna ikini, basha tuambia kama tutapata bilo mbili ya mchele, bilo mbili ya ya mihindi, franga hatutapata manake na sabuni hatutapata sasa. Tutaishi namna gani mwa ikambi? Lakini ubakiane na hiyo roho, usiwo na tusahau kungambo ya sie bazee. Tunashukuru sana na Mungu akubariki, akubariki na bamalaika wote bakuzunguluke kwenye huko, bakukinge mabaya yote, ubaki fasi njema. Ame jambo mama, jambo jambo ni mimi baba yake Asifa, ninashukuru sana sana. Mungu akubariki mahali ulipo, mahali ulipotosha paongezeke kweli, uwe na ile roho ya kutoa. Hiyo roho ndio Mungu anapenda. Mungu kama anaku, anakusaidia unapata kadogo, saidia na mwingine. Sisi wazee tunashukuru sana katika kilo hiyo kila, kila mtu alipewa kilo kumi na kilo mmoja ya, ya kabu chungu na sabuni tatu na elfu kumi. Akisanti sana kwa hayo uliotenda, na kila umoja kati yenyu wote wali, walioenda huko, uangalie kwanza, wakamate mfano kama huu uliotenda kwa kukumbuka wengine wa, wa waliobakia hapa, kesho upate namna ingini ya kuweza kusaidia na watu ingini. Mungu abariki mahali ipotosha. Asante sana, tunashukuru sana, hiyo ni kwa rezima mzuri, postola mzuri uliotenda. Bo salamu kwa nyinyi wote, mjio mliokuwa kule, Mungu awabariki Asante. Grand grand merci. Vraiment, grand, merci. Vraiment Je suis très content de de l'acte que vous venez de faire. Vous venez faire. êtes là nombreux et nombreuses.

Namkaribuni tena ndugu mpendwa mtazamaji wa GMTV. Kama gisi mnavyosikia, shukrani za dhati zinatoka kwa wamama, zinatoka kwa wazee, zinatoka kwa wajane, vile vilevile na grand merci, vile vilevile kutokana na GMTV kwa kujitolea tena kwa kutoa hiyo msaada. Na hatutasema mengi, natumainia mengi mmeyasikia kule vile hapa kwenye mike ni Omarion Breeze, nyuma ya kamera ni, ni Nel King. Tukutane kwa ingine kipindi.